Sheki zigo. Mbona sasa sielewi? Ina maana binti yako jamueleza chochote? Hakuna kilichoharibika kwenye maya yangu. Nisubiri nakuja. Hivi kwa nini mtoto ananitia aibu mbele ya mgeni, tena mgeni yenyewe ni mume wake mtarajiwa? Kwa nini? kimetokea nini humo ndani? kitokee nini zaidi ya kunitia aibu? Sasa naomba ukaongee naye vizuri, kati ya mawili aondoke, ama akubali kuolewa. Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan, karibu wetu. Sasa, naomba ukaongee naye vizuri, kati ya mawili aondoke ama akubali kuolewa. Mume wangu, hautakiwi kuwa na jaziba hili. Jambo litafanikiwa tu subiri, mimi niende nikaongee naye, naamini atanielewa tu. Shesale, mi kuna kitu nataka nikuulize hivi ikitokea umemtia mimba mwanamke sasa hivi, utalea mimba au utamwambia mimba atoe? Ikitokea nimemtia sasa hivi mimba, nitamwambia hailee, asitoe, sababu pia unapotoa mimba ni hatari kwa maisha yake, unahatarisha mimi. <sighs> nafikiri utakuwa naelewa vizuri, yaani na hali hii ambayo tupo nayo sasa hivi, umuingize mwanamke wa watu mimba halafu bado ukubali kwamba mimi ndiye, unafikiri utaeleaje na maisha haya? Mimi naona ni bora umwambie tu atoe, ili mradi uepukane na zile athari za baadaye. Yani kama mlishafanya tendo la ndoa, hamuna budi kufurahia matunda ambayo Mungu amewapa. Mtoto pia ni baraka kutoka kwa Mungu. kwa nini nitoe? Sawa. <sighs> Sa, labda inawezekana mtazamo kwangu mimi na kwako ukawa tofauti ila kama ndo mimi mfanye kitokea hivyo, mimi direct nitamwambia mwanamke unimba atoe kwa sababu unajua watu wakiilea baadae tutakuja kusumbuana. <laughs> Mbona unanuliza ma, maswali kama hayo? au wewe ndo ndo mhusika? Hakuna, ah -ah. Yani mi nimejaribu tu kukuuliza ilimradi niangalie na wewe mtazamo wako utakuwaje. Yani ni kama tu tunapigishana stori hapa mbili tatu. Maisha mengine endelee, endelea ah. Basi acha mimi nikuache, nisikuchoshe. Najua una majukumu yako, kwa hiyo shukran sana Bwana Chesale. Haya ha, bwana, wakati mwingine. Mwezi mwema. Haya sana, karibu wetu. Zufa, kwani kimetokea nini? Mbona mimdhalilisha baba yako mbele ya mgeni mama? Kudhalilishwa anataka yeye mwenyewe. Mimi nimeshasema tayari sitaki kuolewa, sasa kuna sababu gani ya yeye kunilazimisha? Sisi wote tunakutakia mema na ndio maana tunahitaji wewe uolewe. Ili jambo lisingekuwa jema kwako, tusingekubali sisi wewe uolewe. Ukiona sisi tumekubali tumeona faida yake. Na kuomba nenda kaongea naye vizuri, yule mgeni. Unataka niongee nini ili unielewe? Hapa nilipo mimi ni mjamzito na huu ujauzito ni wa mwanaume ambaye nampenda sana. Ni kweli wewe ni mjamzito? Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, siwezi kudanganya nikapata dhambi zaburi. Sasa baba yako niende nikamwambie nini? Nenda kamwambie nilichokwambia. Unataka ukamdanganya na ramadhani yote? <tipulio> Mbona kama upo sawa? Nipo sawa. Kama una tatizo lolote, niambie nikusaidie. Sina tatizo lolote lile, kuna vitu vyangu tu kidogo vinanisumbua, unajaribu kuvifikiria hapa ili niweke sawa. Kwa hiyo naamini nitajiweka tu sawa, hata usiani. Okay, sawa, lakini mama alipiga simu, anasema kuwa kaka anataka kuongeza mke wa pili. <coughs> anataka kuongeza mke wa pili tena. Kwa nini sasa anafanya hivyo? Anasema kuwa wale alikuwa nao sasa hivi, mke wake hawezi kumhudumia kwa kitu chochote, anaona bora aongeze mke wa pili kuliko kuendelea kuteseka tu. <laughs> Sasa haoni kwamba akiongeza mke wa pili ndo anateseka zaidi, kwa sababu sasa hivi wanawake sasa hivi tena aolee tena wawe wakiwenza, hujue ni changamoto kubwa sana. Mimi naona kama tatizo ni kazi basi bora angetafuta hata mdada yoyote akamweka mle msaidie tukazi mpaka pale mke atakapojifungua. Baada ya hapo, maisha mengine ataendelea, lakini hicho ambacho nataka kukifanya mimi kiukweli sita kiafiki. Anasema kwamba tatizo sio kazi, hawezi kufunga mchana na usiku afunge tena sawa. Kwa sababu hata hivyo inawezekana akawa ameshajipanga pia, alafu hata anajiweza ana maisha yake Haya sawa, lakini leo unafuturu hapa nyumbani au tafuturu jukwa ah, juu nyetu, andaeni vya kwenu. Mimi tafturiaku kujukwa ju a Ramadhani. Usio na wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa. Nipo hapa kwa ajili ya binti yako. Subira kwangu ndio jambo la msingi. Mume wangu, naomba mara moja tuongee. Mewanusa alekuasaa hivi. Mume wangu, una akili kweli wewe? Yani, siku za kawaida nile miogo pia hata mwezi mtukufu wa Ramadhani, mme wangu, na unajua kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani unatokea mara moja kwa mwaka. Yaani unaacha kuniletea vitu ambavyo vinaweza vikanishawishi mimi, kesho nikafunga tena, unaniletea tena miogo? Mme wangu kweli! Mke wangu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu, chochote kile kilichojaliwa inapaswa kushukuru na sio kukufuru. Mnyamaza huko! Yaani wewe, haiwezekani. siku za kawaida ni ile miogo, pia hata Ramadhani na hali yako kabisa. Unajua kila ifikapo asubuhi lazima ndio nikale miogo kwa madula, lakini wewe haujali kuhusu hilo, na bado mwezi mtukufu wa Ramadhani unaletea tena miogo. Inakuingia kweli akilini, mme wangu? Unapongea hivyo, mke wangu, unakosea. Kuna watu ambao hawajui ni kipi watafuturu, ila sisi Mwenyezi Mungu ametujalia, kwa nini tusifurahie hii neema ambayo Allah ametupa? Ebu ona hata aibu, yani unaanza kujifananisha na watu ambao hawajapata kitu kabisa. Na kuwapia, mume wangu, ukiendelea hivyo utakufa maskini maisha yako yote kwa sababu unaacha kujitolea mifano kwa watu ambao wana uhakika wa kupata iftari nzuri. Unaanza kujitolea mfano kwamba ha, kuna watu wengine hawajapata nani, iftari nzuri kweli? Sasa sikia nikwambie, chukua mfuko wako, ila nikuombe kitu, na ikifika saa tisa hapa haujaniletea, haujanletea iftari ya kueleweka basi, nitajua mimi mwenyewe iftari naitolea wapi, na hautogusa hata kidogo. Ni auba mkubwa wewe, eh. <tinyo> Kuna tatizo kidogo. Tatizo gani hilo? Binti yako ana ujauzito. Hicho anachonambia kina ukweli au kwa sababu tu hataki kuolewa? Hapana, alivyoniambia anamaanisha. Nasifikiri kama anaweza kaongopa kwa hili, ila sijui sasa tunafanyaje. Hizo ni njama zake za kutaka kukimbia kuolewa.

kila kitu kimeenda sawa, ah, ila binti yangu anaomba samahani sana kiukweli, hayuko sawa huko alipotoka. Mashoga zake wamemvuruga kidogo. kuhusu hilo hata sijali mi, nishamsamea muda sana, so mwambia awe na amani nashukuru sana kwa kumsamea binti yangu na ameomba aache apumzike atakapokuwa sawa atanaambia ili nikwambie uje mazungumza. Basi sawa, mimi acha niende kwanza kwenye harakati zangu afu tutawasiliana mimi na wewe, sawa? Basi acha nikusindikize, yes, kidogo ah, itakuwa heri shehe wangu. yes.

Ujauzito? Naongea na wewe, una ujauzito. Una muda gani? Naongea na wewe, una muda gani? Hivi we mtoto una nini wewe? Unajua nimekulea kwa tabu sana, wazazi wako wamekuleta hapa ukiwa mdogo kabisa, mimi nimekulea wewe, nimetegemea baadaye uja unisaidie, lakini umekuja umenidhalilisha, umenivua nguo. Una nini wewe? Lakini okay sasa naomba mnisikilize kwa makini, mke wangu. Naomba ninapoondoka hapa sasa, basi naomba mnisikilize, mke wangu, mtajua mnafanya nini, ila ifikapo kesho, ifikapo kesho, sitaki kuona mimba kwenye tumbo lako.